wani hakika wao qad aflau ila ma qaddamu, ila ma wameisha yaelekea. Wao e aflau ai wa wasalu, wameisha yafikia yale ambayo wameyatanguliza, wamesha yaelekea yale ambayo wamefanyaje? Wameshafikia yale ambayo waliyatanguliza e? Rawahu al-Bukhari na wanawaziona na, amepelekeza namna ya kuifanyia kazi hadithi hii eh, namna ya kuifanyia kazi hadithi hii ikiwa ni katika masala ya shakhsia ya mtu mambo yake, basi asisemwe yule maiti, asisemwe yule maiti lakini ikiwa ni katika masala ya kidini aliyokuwa nayo, labda lilikuwa ni jitu la kibidaa eh, alafu bidaa yake ina athari katika jamii, basi atasemwa kwa hali ya kuwatahadharisha watu, atasemwa kwa hali ya kuwatahadharisha watu. Na ndio maana ukirejea katika kutubu laimma vitabu vya wanawazuoni utawakuta wakiwasema vibaya eh? wale ambao wamekufa lani, lani bwana alikuwa na kadha na kadha, fulani alikuwa na kadha na kadha. Hadithi kama hizi nizo masufi wakija, wanazibeba wanaziweka sehemu, sio pahalapa eh? si pahalapa. So hivyo mizikani, alisema mambo mabaya kupotosha katika dini ya Allah halafu watu wakotoka kutokana na maneno yake, alafu kisa amekufa? Hapana kitu kama hicho maadamu, jamii bado inaathirika kutokana na zile athari zake, atasemwa eh? Atasemwa. Watu bado wanasikiliza nyimbo za labda tuseme Diamond mathalan, ndio kashakufa, watu wasifia? Wafanyaje watu? Kutahadharishwa jamani, sivyo? jambo ambalo jaiz, ni jambo ambalo ni jaiz hasa hasa ikiwa ni katika masuala ya dini. Maana utakuta unaandika vitabu vya kujeruhi na vitabu vya kuadilisha, hmm? tamsimsikilize fulani, ikwa kadha na kadha na kadha. Ala kulli hali ni jambo ambalo ni maarufu. Ama kuingia katika shakhsia ya mtu mwenyewe, hilo alifai